Mheshimiwa Jenista tumefanya naye kazi kama mbunge na kama mawaziri. Ni mtu aliyekuwa na jitihada kubwa sana za kuhakikisha kazi ambayo amepewa inakuwa na matokeo. Kwa kipindi alikuwa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni na nikiwa waziri wa fedha, mambo mengi yanayohusu sekta ya fedha yalikuwa ya yanahitaji uratibu wa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni, chifu huyo. Na yeye alifanya kazi hiyo kwa umahiri mkubwa sana. Ni mtu aliyekuwa anataka mara zote kuona, eh, anatimiza wajibu kikamilifu na kupata matokeo ya kazi anayofanya. Tumeshtushwa sana na tukio hili la msiba, kwa sababu ni majuzi majuzi tu hivi tulikuwa wote bungeni na hakuwa analalamika jambo lolote linalohusiana na masuala ya kiafya. Kwa hiyo tunamwachia Mungu, yeye alitoa na sasa ametoa, jina lake limedi